Uakutokanaye akuchaguli tusi. Kwa hiyo kwenye ugomvi, kwenye kukosana, mtu anaweza akakwambia kitu chochote as long as anahisi kitakuumiza. Yes. afafanuani sijaelewa kwamba ana skendo au anategemea skendo. Mimi naamini Zaiylissa ni binti anayejiamini, ni binti ambayo yuko kwenye upambanaji ni binti ambaye amefocus katika kazi zake. Sitegemee kwamba kutakuwa na skendo ambayo yani itaweza ku, kuathiri pia image ya kampuni yetu, yani ni kitu ambacho kabisa, tulipokuwa tunaangalia binti gani tufanye naye kazi ambaye ni maarufu na ni kioo cha jamii, tulifocus katika hicho na tulifanya uchunguzi wa muda mrefu, tukaweza kumfahamu Zaiylissa ni mtu wa namna gani. Hatukuibuka siku moja tu kwao, tunaamini kabisa tuko shua na mtu tunayefanya naye kazi, sababu sio sisi tu ambao Watanzania tumemwamini. Ni mtu ambaye pia anawakilisha jamii yetu kwenye tasnia ya uigizaji, kwa hiyo sio sisi watu wa kwanza kuamini. Tumemwamini zaidi sana kufanya naye kazi, tunaamini kabisa atafanya kazi vizuri. Skendo zipo na zinaweza zikawa pia hazina nani, hazina uthibitisho. Mtu anaweza akamchafua mtu kwa matakwa yake mwenyewe, aweze kumsababishia kukosa ugali wake wa kila siku. Zaiylissa, mimi swali langu nimekuja kwako na tumeona jinsi ambavyo ulikuwa kwenye ndoa yako, na baada ya kutoka inaonekana kama dili nyingi zinaongezeka za ubalozi. Kuna namna ambavyo ulikuwa kwenye ndoa, kuna vitu vilikuwa vinakubana kupata dili ambazo sasa hivi unazipata? Na kama ilikuwa hivyo ndicho kilichokutoka kwenye ndoa. Sitaka kuongelea hayo mambo, na akija mambo ya madeals mi naamini tu ni Mungu kila kitu kinakuja kwa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kina wakati wake, kila kitu kina riziki yake. Mm-hmm. Na safari ni kitu ambacho kinachukua muda mwingi, kama ukisafiri kwenda nchi za nje au kwenda leo kafika kesho, unajipangaje? kwa sababu unajua wewe una madili mengi, lakini vile vile wewe ni mwigizaji ambaye mara kwa mara unakuwa ukihitajika kwa kesho, na watu ambao wanasimamia kazi zangu, ambao watapanga ratiba kwamba safari hii wiki hii Zai anafanya hiki, wiki hii Zai anafanya hiki mm. Kwa mfano wa Mariana tunaanza kufanya kazi, lakini wameshanipa ratiba yangu yote ya muda wote mm. ko najua kwamba nina ratiba moja mbili tatu, so hapa ni kukaa okay. na watu wangu wengine kwamba siku fulani nina ratiba hii, yaani ni vitu tu kupangiliwa. Yenza, yi, yi, yi, alesu, na Zaiylissa ni, ni ambasada wetu, sio mwenza wake tu, hata familia yake ya karibu tunategemea tutaifanya nao kazi kwa karibu pia. Kwao ni watu ambao tutaangalia kwa karibu waweze kusapoti biashara yetu na sisi tuweze kuwasapoti tunategemea familia yote ya Zaiylissa we ni mwenza ni mtoto rafiki zake wa karibu wote, pia wameshakuwa familia ya Mariana Travel, na Mariana haichagui mtu, so haina haja ya ku-mention mtu yoyote. Ambaye anataka kusafiri na Mariana tunamkaribisha, tunapokea mtu yoyote mtakoma slinambia safari tena takuwa anaenda Tanga, Dodoma, kesho unaenda South jamani! <laughs> mwezi wa sita Dubai, wa saba tuambie, na baada ya Dubai tunaenda Bali. Mnavajua ndugu zangu, tuna safari ya Cape Town na zote, bei zetu zimejali kabisa Mtanzania anayetafuta, yani tunaamini unapotafuta upate muda wa kupumzika. Safari yetu ya Dubai ya mwezi wa sita na saba na wanane tumeiweka katika bei ya chini, itakuwa ni inclusive kila kitu, mtu anapata visa, anapata tiketi, anapata accommodation anapata chakula, yeye ni kubeba begi lake tu, na bei zetu zimeanzia milioni tatu na laki mbili ambayo ni sawa kama na dola elfu moja, mia moja na tisini ukilipia hiyo, ulipi chochote zaidi ya kubeba begi lako na kusafiri kwenda kuenjoy. Unapata kila kitu, unatembezwa sehemu zote maarufu Dubai, kwa bei hiyo hiyo, ukiwa na balozi wetu Zaiylissa. Karibuni sana. Sikuzungumzia hivyo vitu, sikumbuki hata kwanza nimeacha nini na nini kwa sababu nisha move huko, yani yani sikumbuki chochote, tutafuta wengine mpaka sio hapo, sehemu nyingi tanunua Yani sa, kwanza niweke hiki kitu clear. Uko Instagram mkiniona na mwanaume yoyote jua tu ni kazi. Yaani hata usiumize kichwa kwanza kupekua kufanyaje. Ukiniona Instagram na mwanaume jua ni kazi. Kama nilivyosema mara kwanza, sasa hivi nitafocus zaidi kwenye kazi na ndio hicho ambacho nakifanya. So ukiona picha nimeposti mimi, nimepostiwa na mtu, we jua tu ni kazi. Kama hizo picha zilizotrendi huko baadaye mkaja mkaona ni video ya nyimbo, ilikuwa ni kazi. Hakuna mambo ya mahusiano, na hata ikitokea mahusiano tena yatakuwa ya kwangu mimi binafsi. Yani ikitokea na date, nimeolewa, sidhani kama mtapata tena nafasi ya kumjua mwenza wangu, labda huko, yani labda mpekue kweli kweli, yani, lakini siwezi tena kudate, mahusiano ya public anayepumua tu. <laughs> Sijaona faida yani ya kuonyesha mahusiano, sijaona faida, sijaona faida, sijaona yani, si, yani sijaona chamaana, hamna faida Sara pia yani. so, hivyo kwao naona tu ni kama tu vitu tu vya kawaida tu yani nimekwambia Roja, ukiona shule ni kazi, kila kitu ni kazi. he is handsome mashallah kazi. Umeona <laughs> kazi. so video imetoka. Napenda kutoa wito kwa Watanzania, pamoja na kuwa na muda sana wa kutafuta, tujipe muda wa kupumzika, sababu utafutaji wa uishi na tupo sisi ya Mariana kukuandalia safari yako. Yaani, popote ulipo usisite, hauna haja ya kufunga safari kutoka Bukoba kuja kuandaa safari, utawasiliana na sisi kwa WhatsApp, utawasiliana na sisi kwa simu, kila kitu tutakukamilishia huko huko ulipo, tutakuandalia visa, tutakuandalia tiketi Nimeshaambia ni nchi yoyote utakaohitaji pia kusafiri zitakazokuwepo kwenye list yetu, zilizoko nje ya list yetu tutaweza kukuandalia kwa muda wako pia utakaokuwa na nafasi ya kuweza kusafiri. Tunawakaribisha sana, karibuni msafiri Musa na Mariana Travel, mfurahie safari zenu, karibu sana. Tunamkaribisha Mariana for everybody. Tunawakaribisha watu wote jamani, karibuni sana Mariana, tupo kwa ajili <laughs> yenu. Asante sana. <laughs>